Mm. Kwa sisi watoto wa mkoani tunapiga mswaki na kidole. Eh, bwana niko China lakini kitu ambacho sijakisahau kwenye maisha yangu ni kimoja. Siwezi kusafiri kwa nchi yote bila kuwa na bidhaa bora kutoka TPPL. Hizi hapa leo nina lotion zote tatu, package zote tatu. Mshanipata? Nina package zote tatu za TPPL. Kwa nini nina package hizi? Unajua sisi wanaume tulivyo. Huwezi kusafiri sehemu bila kuwa na lotion, Kuwezi kusafiri sehemu bila kuwa na lotion kwa sababu mimi mwili wangu ni mtu ambao mi mwili wangu unapauka pauka sana, alafu nimebeba mafuta ya mgando, umeona? Top man, haya mafuta ya mgando, unajua kazi yake kwa sisi miguu yetu ambayo inapauka sana na magaga, kwa hiyo chini lazima tupake kitu kama hichi ili mguu ilainike umeona ili mguu ilainike. Bidhaa kutoka TPPL, utanishukuru ukitumia hii, yeah. Hii ndo bidhaa kutoka TPPL kokote ninapoenda. Ili ngozi yako inukie, ngozi yako iwe vizuri, uwe smooth, basi lazima utumie bidhaa kutoka TPPL, hizi hapa mona TPPL. TPPL. Niko China, niko China, niko China, niko China, alafu pembeni na bidhaa ya TPPL. Hala. Mm. Kwa sisi watoto wa mkoani tunapiga mswaki na kidole, eh bwana, niko China lakini kitu ambacho eh, sijakisahau kwenye maisha yangu ni kimoja, siwezi kusafiri kwena nchi yote bila kuwa na bidhaa bora kutoka TPPL hizi hapa. Leo nina lotion zote tatu package zote tatu shaipata na pakeji zote tatu za TPPL. Kwa nini? Na pakeji hizi, unajua sisi wanaume tulivyo, huwezi kusafiri sehemu bila kuwa na lotion, huwezi kusafiri sehemu bila kuwa na lotion kwa sababu mimi, mwili wangu ni mtu ambao mwili wangu unapauka pauka sana. Eh, mwili wangu ni mwili ambao unapauka pauka sana kwa leo. Maneno na bidhaa kama hizi, kwanza kujiweka safi, alafu nimebeba mafuta ya mgando. Umeona top man Haya mafuta mganda unajua kazi yake kwa sisi, miguu yetu ambayo inapauka sana na magaga kochi, lazima tupake kitu kama hichi ili mguu ilainike, umeona, ili mguu ilainike. Bidhaa kutoka TPPL, utanishukuru ukitumia hii. Hii ndio bidhaa kutoka TPPL kokote ninapoenda. Ili ngozi yako inukie, ngozi yako iwe vizuri, uwe smooth, basi lazima utumie bidhaa kutoka TPPL, hizi hapa mona TPPL TPPL. Niko China, niko China, niko China, niko China, alafu pembeni na bidhaa TPPL. Hala.